Bismillahi rahmani rahim. Uh, awali yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia rehma ziada kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina ninaitwa Jafari Saidi Mneke, mimi ni mwenyekiti wa Goreeb and yateemtafandi Tanzania. Bismillahi rahmani rahim in alhamdulillahi thuma ssalatu wassalamu ala rasulilahi salawatullahi wasalamu alaih wabad kala rasulullahi awsala wa ana wa mkafiul yatima kahataini. Uh, awali yote napenda nitumie fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumtakia rehma ziada ya kiongozi wa umma mtume Muhamadi sawsla. Mimi ni mwenyekiti wa Goreeb and Yateem Trust Fund Tanzania, uh kwa majina ninaitwa Jafar Saidi Mneke. Taasisi yetu ya Goreeb and Yateem Trust Fund Tanzania, kama inavyoonekana ni taasisi, ni ya shirika la hisani ambayo inajishughulisha na, na kutoa huduma mbalimbali, misaada mbalimbali kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Tanzania na kwa binadamu katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, misaada ya kiutu, misaada ya chakula, misaada ya kielimu, misaada ya kiafya. Kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali. Alhamdulillah, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani taasisi yetu ya Goreeb and Yateem Trust Fund Tanzania kwa kushirikiana na VID tumeweza kuandaa uh, package hizi za chakula kwa ajili ya ndugu zetu wa Tanzania wenzetu wenye uhitaji kama Mtume wa Allah subhanahu wa taala uh, alivyoeleza ta kwamba yeye pamoja na yule mwenye kumtizama yatima kahatai ni Mtume alitoa mfano wa vidole viwili, atasema atakuwa pamoja peponi na yule anayemtizama yatima atakuwa naye pamoja peponi. Lakini zipo mafundisho aya mbalimbali za Qurani tukufu na hadithi mbalimbali zinazoeleza umuhimu wa kutoa kuwasaidia wenye haja wenye uhitaji Mtume sallallahu alaihi, na katika hadithi na katika riwaya mbalimbali imepokelewa ikisemwa kwamba <tipos> irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sama wa, wahurumieni waliopo ardhini atakohurumieni yule aliyopo mbinguni, Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo sisi kama binadamu lazima tuonyeshe yule ambaye Allah amemjalia uwezo wa chochote kile, basi awe mwepesi kutoa kwa ajili ya kuwasaidia wenye haja, wenye matatizo mbalimbali, yawe ni ya chakula yawe ni katika sekta ya elimu, katika mambo ya afya na huduma mbalimbali mbali, mavazi. Allah amekupa wewe ili iwe ni sababu ya wengine kunufaika kupitia wewe. Kwa namna hii, shirika letu la Goreeb and Yateem Trust Fund Tanzania tumeshirikiana kuandaa chakula hiki, package hizi za chakula ambazo tunawapa leo hii wa Tanzania wenzetu ambao hawana uwezo, mama zetu, shangazi zetu, mayatima na nani na wajane ili wakaweze nao kupata faraja kwa kuweza kupata Waftari, iftari iliyokuwa na naweze kuendelea na funga Ramadhani kwa utulivu na amani. Kwa hili, ninatoa wito kwa mashirika mengine, kwa taasisi zingine kuungana nasi katika harakati hizi za kuwawezesha, kuwasaidia ndugu zetu wenye haja, wenye matatizo. Shukrani za kipekee baada ya kumshukuru Allah Ta'ala kwa upande wangu, napenda nizielekeze pia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yetu Samia Suluhassan. Kwa sera yake mzuri kwa uongozi mzuri, nchi yetu imekuwa ni nchi ya amani, nchi ya utulivu. Shirika letu Goreeb and Yateem Trust Fund tunaweza kufanya kazi ndani ya nchi hii kwa utulivu, kwa amani, kufanya huduma mbalimbali. Tumezunguka nchi hii, tumetoa misaada maeneo mbalimbali, kama mkoa mkoa wa Tanga, lakini mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi, ikiwemo vyakula ikiwemo majengo tumewajengea majengo majumba, akina mama ambao ni mabibi ma, ma, ma, vikongwe ambao hawana uwezo, hawana ndugu, hawana mtu wa kuwatizama, tumejengea nyumba ndogo ndogo kupitia taasisi yetu hii. Ni kwa sababu ya uongozi mzuri wa mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kuongoza, anaongoza nchi, nchi imetulia, ndio maana tunaweza kufanya shughuli hizi kwa amani na kwa utulivu. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wataala, ampe afya njema, ampe siha njema, ampe uthubutu, ampe maarifa zaidi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kutumikia kuweka sera rafiki, ili Watanzania tupate faraja, Watanzania wapate kufarijika ndani ya nchi, nchi yetu. Lakini pia nitatoa shukurani pia kwa DVID, VID, Volunteers in development, shirika ambalo taasisi ambayo ya hisani ambayo tumeshirikiana katika hafla hii katika kuandaa shughuli hii, nao naona wanafanya vizuri sana kina mama hawa, kuwatazama wenye haja, wenye matatizo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa fursa hii. Yeah. Let me take this opportunity on the behalf of Ghareeb and Yateem Trust Fund Tanzania to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala who gave us this opportunity to be here today